Mwasanga, ndiyo. Mwasenkwa, ndiyo. Msaraga, ndiyo. Tembela, ndiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kaa vile hakuna cha kuendelea. Maana ni katika mkutano uliowakutanisha wadau mbalimbali wa uchaguzi wakiwemo wajumbe wa Baraza la Madiwani, DCC na RCC ambapo mwakilishi wa INEC Magdalena Lwebangila amesema tume imeamua kutembelea baadhi ya majimbo ili kujiridhisha kama taratibu zote za kisheria na za kiutawala zilifuatwa. Tume imechagua kutembelea majimbo yaliyoomba kugawanywa kwa lengo la kujiridhisha iwapo taarifa zilizopo kwenye maombi yaliyowasilishwa ni sahihi kuhusu jimbo husika. Mojawapo ya jimbo lililotembelewa ni la hapa kwenu, Halmashauri ya Jiji la Mbeya. Kwa sababu mmeleta maombi hayo, haina maana kuwa sasa ombi lenu limekubaliwa, bali tume leo hapa imetimiza matakwa ya kanuni ya 18 ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne, ya kutembelea majimbo yaliyoomba kugawanywa. Aidha, kaimu mkurugenzi wa uchaguzi Giveness Aswile amewauliza maswali wajumbe wa mkutano huo yaliyolenga kuthibitisha kufuatwa kwa kanuni na taratibu sahihi katika mchakato wa kugawa jimbo hilo. Sisi tumeogopa kuuziwa mbuzi kwenye gunia, mambo ambayo tunataka tuthibitishe, la kwanza, je, ni kweli tarehe 11 Machi 2025 kulifanyika kikao cha Baraza la Madiwani na wakakubaliana kuligawa jimbo la Mbeya Mjini, yeah. lakini lingine, je, kikao cha kamati ya ushauri ya wilaya hiyo tarehe kumi na tatu Machi kilikaa kwa lengo hilo, ama ni si kweli walikaa? yeah. yeah. je cha kamati ya ushauri ya mkoa kilikaa tarehe 24 Machi. Mheshimiwa mwenyekiti, ka vile hakuna cha kuendelea maana <laughs> yote yaliyotamkwa hapo nijadili kwa ushirikishwaji mkubwa na matumaini yetu, adaitwaswire kamitu tunahitaji sana jimbo la Mbeya la Kwa sasa, mapendekezo ya mabadiliko hayo yanasubiri hatua zaidi kutoka kwa vyombo husika. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.